Okay, Dada Munira karibu. Asante. Yes, umetusikia wapi? Umetokea wapi? Uh -huh. Mimi nimetokea Moshi Kilimanjaro. Mhm. Mm uh -huh. Okay, umetusikia mm. Uh -huh. wapi? Nilikujaga chuo Kampala International University. Aha. Uh -huh. Kusomea marketing management certificate uh by the -huh. way. Baada uh -huh. ya nilivyokuwa nasoma, sasa pale nilikuwa ni mtu wa kufuatilia ni wale watu ambao wana encourage watu kwenye mambo ya kimafanikio mm -hmm. Nilimwona Joyce Kiria mm -hmm. Alimotivate kwa sababu kule kwetu sisi mm -hmm. tuna wadada wengi, yani just hawa la saba wapo tu, yani washajikatia maisha yani, oh, wanaona hamna accessibility ya wenyewe kupata kipato mm -hmm. Na kuhusu kazi za ndani wakawa wanazieka ni si hakuna usimamizi wa e. utaratibu mm, umekuwa ni wakenye jenyeji kwa pia wazazi wengi wakawa wana imani, hawataki watoto wao waende huko, maana wanaona watanyanyaswa mm. mishahara yenyewe ndio hizo elfu thelathini mi baada ya ishirini, e. uh -huh. e, kuja chuo nikana na nilirudi Moshi nikakonviswa watu, lakini unajua mtu kuamini si rahisi mm -hmm. kwa sababu je ulienda je? mm. hivi maswali mm. na kwa maana unamwambia mwenzio nenda wewe umeenda wewe mbona tunakuona hapa Moshi nyumbani umerudi? Eh, swali yes, maswali ya msingi walikuuliza. Eh, mambo ya Mungu, Mungu na yeye na mambo yake. Mm -hmm. Nikashindwa kuendelea na masomo. Ah, ulishindwa kumaliza certificate? Nilimaliza certificate lakini nikashindwa kuendelea diploma. Unataka kuendelea diploma, baadaye degree. Eh, eh. Okay. Mhm. Mm, na mimi pale pale wazo likanijia. Sasa ninafanya mm -hmm. nini? Je, nitarudi nyumbani kukaa na wazazi jibu mm -hmm. ni hapana. Mhm. Mm ndio nikasema sasa kule, kule kwa Josikiria mm. kwa sababu niliona, mm. naona ushuhuda mm. eh, nikasema ni sehemu ambayo nitaenda baada ya hiyo. mm. mm. kuna sekta nyingi mm. na nilikonvisiwa kwenda, lakini kwa sababu Josikiria mm. yani kuna watu nilikuwa nawaona nawafahamu mm. wako hapa kwayo mm. mm. kwa hiyo pia naonyewe walinimotivate mi kuja, ndio nikafanya maamuzi ya kuja hapa. Oh, kwa hiyo mm. ulikuja hapa kwa sababu kuna watu pia walishakuja hapa unaowafahamu unaowafahamu. Oh, kwa hiyo kuongeza ile imani kwamba mm. kwa, kwa Joyce kidogo ma, kuna usalama kuna mazingira rafiki mm. tumetengeneza mifumo mm. Ila wadada wengine ambao hawapendi mifumo hawapendi taratibu hapa wanapaona kama kituo cha polisi kwa sababu sisi hapa hatuna mchezo. Mungu ametupa hii nafasi atupaswe kuichezea. Tunapaswa tuitumie kwa uaminifu. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kupita kwenye hizi nyumba za watu akadange dange hapa sio sehemu yake. Mtu ambaye anataka kuja hapa akafanye kazi nyumbani kwa bosi vile anavyotaka yeye, wakati pale sio nyumbani kwake na anataka kulipwa pesa, hapa sio sehemu yake. Mtu ambaye ni mdokozi, mdokozi, umetumwa mm, sokoni, imebaki 1500 unaichikichia Eh, wewe ukitanunua bando sio hela yako, huo ni wizi. Na sio sisi tunaye kuona, ni Mungu anaye kuona sirini. Na bosi wako anaweza kukuwekea mitego ya akajua kabisa huyo dada sio mwaminifu ta, na hizo feedback zinapokuja manake hii sio sehemu yako. Kwa hiyo kwa wadada waaminifu walionyooka watasema kweli kwa Joyce Kiria ndio sehemu sahihi na salama. Lakini kwa wadada wenye kona kona mimi wala siwahitaji kabisa. Yaani wao anatangaza kwa confidence kwa sababu sihitaji waniharibie brand naijenga kwa shida kwa muda mrefu eh, kwa uaminifu. Kwa hiyo nisingetaka mtoto wa mtu ambaye akupata malezi huko aje hapa atuvuruge vuruge. Nataka mtu ambaye kweli anahitaji msaada, tusaidiane, tunyanyuane. Umesikia Munira eh? Eh, kwa hiyo, mimi kwa wale ambao wanakimbia kimbia mimi wala hata siwataki, lakini wale ambao mnaona kabisa kwamba hii sehemu ni sehemu ambayo mimi naweza kutoboa, kwa sababu Joyce Kiria ni mfano. Nimependa Moshi, walikwambia wewe, mbona hujaenda? <laughs> e, mimi naambia kafanyeni kazi za ndani. Kwa nini? Kwa sababu mimi nilifanya mm -hmm. Nilipofika leo, hatua yangu ya kwanza ni kazi za ndani, umeona? yeah. e, confidence, yaani ni kitu ambacho nakwambia kwa conviction, kwa sababu nimepita. Lakini kumwambia mtu naenda kafanya kitu fulani ambacho hukijui, no, hujafanya, haiwezekani e, ndio maana watu wengi wanaweza kushangaa, kwa nini tu kazi za ndani kazi za ndani? Kwa sababu hizo ndio nina uhakika nazo. Binti yoyote, dada yoyote, dada ambaye hana pa kuanzia, kwa nini akahangaike huko kupanga chumba akafanye kazi ya elfu themanini dukani kwa mtu au laki, bado ana kodi ya nyumba inamsubiri bado hela ya kula bado umeme bado maji, hivi hapo kuna hela kweli? mm -hmm. Lakini kazi ya ndani analipwa laki na nusu eh, hela ya chini Amekula amelala, hana bili aina yoyote. Hiyo si ni hela unaipata? Faida yani, hela iliyonyooka iliyosimama. Na wale wanaolipwa laki tano bado wapo, wanaolala kwa mabosi, halipi kodi, halipi umeme, halipi maji. Huoni kama hiyo ni sehemu kubwa sana ya kuanzia maisha? Se big yani, ni big plan ya kuanzia maisha, tutafutia mitaji ya. Yeah. Kwa hiyo karibu sana dada Asante. Munira. Asante. Eh, na wewe uende ukawe mshuhuda mzuri. Eh, nani dada Zaudati hapa ni bonge la balozi wetu, alishafanya kazi na sisi kamaliza mkataba, yani she is a super woman. Mimi napenda wanawake ambao wanajielewa, kwa sababu this is not for me. Unajua wanawake wengine wenye roho mbaya huko wanafikiria wanataka tu twende pale ili watengeneze hela. Yes, kwa sababu tunatengeneza wote hela. Wewe, wow, yeah. Unaenda kutengeneza platform? Unaenda kutengeneza hela right? Yeah. Kwa hiyo unataka nikutengenezee platform ulipo na roho mbaya na mimi nibaki hapa <laughs> zero, una kichaa. Hapa Mungu atanibariki, sisi ambao tumetengeneza platform lazima tupate hela. <laughs> Tena tupate hela nzuri. Mimi hapa sipepesi macho. Ndio maana niliwaambia nyie na wakata dhamana kwa sababu sina muda wa kupoteza. Utasaidika bure kama utafanya kazi kwa uaminifu, ukamaliza mkataba. Dhamana yako unarudishiwa. Wale ambao ndio wanaruka ruka, ameacha hela yake ame- ame- n yani, ameshindwa kumaliza mkataba kwa uvivu wake, kwa uzembe wake, kwa ujeuri wake, umaskini jeuri. Kwa hiyo dada Munira karibu sana, sana. Ehem, <laughs> malengo yako bwana, mimi <laughs> ninawishi sana ku drive, yani mni, yani zomoni langu la kwanza kabisa hapa nimekuja ku unataka kuendesha magari yako, magari ya biashara okay. Kwa ukipata bosi ambaye yuko tayari kukupeleka ukasomea udereva ili uwe unatumwa kupeleka watoto school Sindio? na kwenda na sokoni, kuna mabosi wa hivyo. mm-hmm. Wanasemaga actually kuna kazi hiyo. Sema ndio hivyo, levo yako inaweza ikawa bado haijafika. Kazi ya Zanzibar ile inamtaka mtu ambaye pia ni dereva. Kwa hiyo kwenye hizi kazi pia kuna mabosi wanataka wadada ambao wana leseni ya udereva kwa hiyo sio kitu ki sio vibaya, ukianza kuendesha gari ya bosi wako baadaye Mungu atakubariki na wewe kaendesha ya kwako. Wacha wadada wanakujaga hapa, anataka kusoma saluni mm -hmm. Akina Zaudati washasomea ucherehani mm -hmm. Leo nimesikia dada anataka kusoma udereva mm -hmm. <laughs> Kweli watu mm -hmm. tuko tofauti eh? Safi sana ndio ana anatafuta na, uh -huh. Na wewe unaweza hata uka, ukitoka kwenye kazi ya ndani unaweza ukaanza na uba, wewe unapenda kuendesha <laughs> eh unaweza kuanza kuendesha watu, si ndio? Hata kuna shirika la hiyo farasi. Yani mimi niko tayari, kikubwa tu ni uwezo. Tena hiyo mambo ya ee. Bolti, eh mambo ya bolti, si ndio? Hiyo nimesema uba. mm -hmm. eh wengine wanaita farasi. mm -hmm. Bolti, uba kwa hiyo naona yaani kuna fursa zinanipita kwa sababu kwasababu I don't have knowledge. Okay. Mm. Na knowledge inatafutwa Mm. Ulizaliwa hujui kuongea Mm. Kutembea. Mm. Eh? Mm. Hujui kutembea Mm. Vitu vingi uko hujui lakini umejifunza Mm. So hata udereva you can jifunza ring na ukafanya haya <laughs> <Right? Exactly. laughs> Ah, yeah. All the best cha muhimu yeah, una kitu so. Kizuri na nimeelewa na kwa nini umesema saa zile ukaongelea habari ya huduma kwa sababu ya background ulionayo, ulikuwa unasoma hicho chuo cha nini, mwalimu Nyerere? Kampala International University. Eh, hey, ulikuwa unachukua course gani? Marketing Management. hey, no wonder, unajua mambo ya huduma. so I hope boss atakaye kupata utakuwa utampa the good service eh, proper service. proper service proper service. Hayo ndio mambo tunayotaka huku kwenye sekta ya kazi za nyumbani. Sasa hivi tutoke kwenye ujinga, ujinga wa kishamba shamba, eti nani nyanyaswa nani nyanyaswa? Nataka niwafundishe how to serve people Ukijua ku save people you get money. Utapata hela unayotaka. Okay. Sisi tunaelewana? Yeah. Yeah. Ndio. Haya. All the best kila la heri. Yeah, thanks madam. Hai.